Shiriki kule kwa lingine kanisa ambalo linasema Yesu nalo akaenda kupiga gita, gita, gita. Anaenda kupiga gita kule na kuimba kule ambapo wamemualika huyo mtu alimsimamisha kanisani. Sasa ukiuliza ni zambi gani amefanya, wanakupitisha pitisha hivi kwamba hajawaheshimu wakuu wa kanisa hajawa hakuwaheshimu, lakini ule ndugu yeye mwenyewe akasema kwamba wamemtenga wamemsimamisha kwa sababu alienda kuhudumia kwa kanisa lingine bila ruhusa ya wapasta. Sasa pasta njo amruhusu amchagulie, unaweza kwenda kuimba kwa hili kanisa, hauwezi kwenda kuimba kwa hili kanisa, unaweza kwenda ku, kuhubiri kwa hili kanisa, hatukuruhusu, hauwezi enda, hatukuruhusu kwenda kuhubiri kwa hili kanisa. Lakini wote wanajisema ni wanamhudumia Kristo. Hapa ndipo naona ni kama vile